huu kitaifa nikukaribishe katika kata ya Ipinda ambapo katika eneo hili ndugu kiongozi, mtakwenda kutembelea na kukagua upanuzi wa mradi wa maji Ipinda. Mradi huu ni wa mwaka elfu moja mia tisa themanini, ambapo baada ya ongezeko la watu, serikali ikaleta upanuzi wa mradi ambapo umeshaboreshwa na unaendelea na utekelezaji. Lakini sambamba na hilo, katika mradi huu tayari wameshalaza mabomba kiasi ya kilomita 20 na zimebaki kilomita saba ambazo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwani mabomba hayo tayari yamefika tayari kwa kwenda kukamilisha kilomita saba zilizobaki. Awali ya yote, nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutujalia wingi wa rehema na kuweza kufika katika mradi wetu huu ukiwa katika hali ya uzima na afya lakini pili niendelee kuwashukuru sana ndugu zangu wananchi wa Ipinda kwa mapokezi mazuri ambayo mmeweza kutupokea mahala hapa. Kwa kweli wananchi mmejitokeza kwa wingi na hamasa ni ya kutosha. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Wana Ipinda oye! Ndugu zangu wana Ipinda oh yeah. Oh yeah. Na ndugu viongozi mliopo hapa, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umekuja kujionea mwendelezo wa uboreshaji wa miundombinu ya sekta ya maji katika eneo hili. Niseme wazi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, binafsi leo hii natimiza halmashauri ya mia moja na tisini na tatu kwenye halmashauri mia moja na tisini na tatu kwa kweli tumejionea mambo makubwa na ni mazuri yaliyojenga imani kwa wananchi, kwa wenzetu ambao wana jukumu la kusimamia maji safi na salama ikiwemo mamlaka yetu ya maji ya jiji la Mbeya kwa maana Mbeya usa pamoja na Ruwasa. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana kwa kweli, wenzetu hawa wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mimi binafsi wakati nimeingia ndani ya mkoa wa Mbeya kwa mara ya kwanza, nilikuwa namwambia mkurugenzi wa mamlaka ya maji pamoja na meneja wa Ruwasa wa mkoa kwamba haya ambayo yamefanyika kwenye mikoa mingine kwa kweli sina shaka na utekelezaji wa mwendelezo ndani ya mkoa huu wa Mbeya. Nina imani ya kwamba leo hii rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anayo anayokila sababu ya kujivunia juu ya upelekaji wa usambazaji wa maji ndani ya vijiji na miji. Naomba tujipigieni makofi mei sana. Leo hii hiki ambacho tumekiona mahala hapa tumeenda kuonyesha imani kubwa kwa wananchi katika eneo hili ni imani yangu wananchi wa Ipinda na wananchi wa wilaya hii kwa ujumla, kwa kweli wanaendelea kujionea faraja kupitia miundombinu ya maji. Wingi wa wananchi kujitokeza mahala hapa ni ishara na ni dalili nzuri ya kwamba wananchi kwa kweli wamepokea miundombinu ya maji katika maeneo yao. Ni jukumu la kila mwananchi wa Ipinda kusamini na kulinda miundombinu ya maji. Binafsi, taarifa ambayo imewasilishwa hapa na dokumentari ambayo limeenda kuikagua kwa kweli imeonyesha wapi tulipokuwa, wapi tulipo na wapi tunakuelekea kupitia miundombinu ya maji. Na mimi niseme wazi, ndugu zangu wananchi, kwenye haya ambayo yanafanya na wenzetu wa mamlaka ya maji ya Mbeya pamoja na wenzetu wa mamlaka ya maji Ruwasa, kwa kweli wamekuwa wakitendea haki mkoa wetu wa Mbeya. Naomba tuwapigieni makofi mingi sana. Mwenge wa Uhuru oyee! Tanzania itaweza kufanya uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano na uchaguzi huo kwa upande wa Tanzania bara tutaenda kuchagua rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania waheshimiwa madiwani pamoja na waheshimiwa wabunge kwenye wilaya yetu hii tutakuwa na jimbo moja la uchaguzi tutaenda kuchagua waheshimiwa madiwani tutaenda kuchagua mheshimiwa mbunge ambaye atakuwa ni mmoja kutoka chama chochote cha kisiasa lakini pia kwenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwaombe sana ndugu zangu wanaipinda, kwa wingi na hamasa mlioionesha leo, twendeni tukaoneshe hivi hivi tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi tulio nao, kwa kwenda kupiga kura kwa wingi katika maeneo yetu. Twendeni tukamchague Samia, twendeni tukalipe imani ya mama huyu, kwa sababu ana mengi ameyafanya, lakini pia tunataraji kuona tunaendelea kujionea miundombinu ya elimu, tunaendelea kujionea miundombinu ya afya, tunaendelea kujionea miundombinu ya maji katika vijiji vyote na kata zote za wilaya yetu. Naomba tujipigieni makofi mengi sana. Maji safi, oye oh, mea usa, oye oh Ruasa safi lakini pia ni kupongeza sana mkurugenzi wa mamlaka ya maji wa Mbeya kwa kazi nzuri ambayo umeifanya wewe pamoja na timu yako yote. Endeleeni kufanya kazi ya kumsaidia vyema rais wetu Daktari Samia, lakini pia ni mshukuru meneja wa Ruasa mkoa pamoja na wengine wote na wilaya kwa kuendelea kuweka heshima kuhusu miundombinu ya maji. Ni imani yangu leo hii rais wetu miongoni mwa tunzo ambazo anajivunia na alizopewa kwa heshima kubwa duniani ikiwemo na tunzo ya uletaji wa miundombinu ya maji safi na salama nchini kwetu. Maji safi oye! Oh, na mimi kwa niaba ya wenzangu, tumekagua, tumeridhika, tumepitia nyaraka zote na hakuna ubabaishaji wowote uliotendeka katika eneo hili. Mwenge wa Uhuru umeridhishwa na utembeleaji wa mradi na upo tayari kuonyesha ishara ya kwamba kwamba kweli maji yanatoka mahala hapa na mambo yameenda vizuri kama ambavyo yamekusudia. Wanaipinda oye! Wanaipinda safi uchaguzi oye! Asanteni kwa kunisikiliza. Taarifa ya utekelezaji wa uboreshaji na upanuzi wa mradi wa maji Ipinda kwa ndugu Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025. Utangulizi. Ndugu kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2025, kata ya Ipinda ni miongoni mwa kata 33 za wilaya ya Kyela ambayo haikuwa na huduma ya uhakika wa maji safi na salama. Aidha, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 20 hadi 2025 pamoja na mpango wa taifa wa maendeleo vinaelekeza ifikapo 2025 idadi ya watu wanaopata huduma ya maji safi na salama maeneo ya vijijini iwe imefika asilimia 85. Hivyo, Ipinda iliingizwa katika mpango wa mradi wa maboresho wa ya huduma ya maji safi na salama. Historia ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025 kata ya Ipinda ilikuwa na mradi wa maji Kanga group uliokamilika mwaka 1980 kutokana na ongezeko la watu ikasababisha kubuni mradi wa uboreshaji na upanuzi ili kukidhi ongezeko hilo. Mradi wa uboreshaji na upanuzi wa huduma ya maji Ipinda uliibuliwa na kusanifiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kiela Kasumuru katika mwaka wa fedha 2022 2023 na kuanza utekelezaji katika mwaka wa fedha 2023 2024. Gharama ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, mradi mradi huu unatekelezwa kwa fedha za mfuko wa taifa wa maji kwa gharama ya shilingi milioni 705,240,738 bila senti. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa hati mbili za malipo zenye shamani ya shilingi milioni 222,174,648 bila senti sawa na asilimia 32 ya gharama ya mkataba. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kita, kitaifa 2025 mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Scorpion Limited wa Dar es Salaam chini ya usimamizi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya ikishirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kyela Kasumuru. Kazi za mradi. Utekelezaji wa mradi huu unahusisha shughuli zifuatazo: ulazaji wa bomba kilomita 27 ambayo imekamilika kwa asilimia 75, ujenzi wa kituo cha kuchotea maji ambao umekamilika kwa asilimia mia moja, ukarabati wa matenki mawili ya maji yenye lita elfu tisini kila moja imekamilika kwa asilimia mia moja, ukarabati wa bomba kuu la Ipinda Tenende imekamilika kwa asilimia 90, ununuzi na ufungaji wa dira, dira zimeagizwa. Ununuzi wa vifaa vya ufuatiliaji ubora wa maji, vifaa hivyo vimeagizwa. Pia manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, katika kuenzi kauli mbiu ya serikali ya awamu ya sita ya kumtua mama ndoo kichwani, mradi utakapokamilika utanufaisha zaidi ya wananchi elfu kumi kwa kupata huduma ya maji safi na salama kwa urahisi na kuboresha afya na ustawi wa jamii kwa kupunguzwa magonjwa ya mlipuko. Aidha, mradi huu utachochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa kata ya Ipinda na maeneo ya jirani.